Kulitokea mijadala ya ufunguzi wa ofisi za malalamiko kwa ajili ya kusaidia shida na changamoto za wananchi. Mwaka elfu mbili na kumi na mbili ulitolewa waraka wa kushughulikia malalamiko ya wananchi kwa njia ya mfumo, lakini pia na zile njia zingine ambazo za nje zilikuwa zinatumika awali za kienyeji, kwenye mikutano ya wananchi, kuitisha mikutano ili kusikiliza malalamiko lakini pongezi kwa serikali yao changamoto hivyo na manung'uniko mbalimbali ya wananchi na kutumia masanduku ya maoni na nini. Lakini mwaka 2012 ndipo alipotoa ule mwongozo wa waraka, ndio ambao saizi tuko kwenye utekelezaji. Na tamko rasmi ambalo lilielezwa li, li, kwenye waraka huo, lazima kila mkoa, lakini pia taasisi zote za umma ziwe na ofisi maalum za kusikiliza kero za kupokea lakini pia na kushughulikia malalamiko yote yanayowasilishwa na wananchi. Ndiyo maana wananchi saizi wanauelewa na wanakuja. Na ukifika pale ofisi ya mkuu wa mkoa, ipo kabisa ofisi ya kupokea, kutoa ushauri na kushughulikia malalamiko. Pale getini ofisi imejengwa. Kwa hiyo matangazo yanatolewa na kuna kodi ambazo maalum za serikali kupitia ofisi ya rais lakini pia ofisi ya Rais management ya utumishi wa umma wana ratibu hili zoezi la kushughulikia malalamiko kwa njia ya mfumo ambao saizi ni teknolojia imekuwa. Mwananchi muda wote anaweza kuchukua simu yake kama hii, anaingia kwenye kodi ya mkoa, anatuma lalamiko lake, linaenda ofisi ya Rais, lakini pia linarudishwa kwenye mkoa husika, mwananchi anashughulikiwa kwa uharaka. Sababu kubwa ya kuanzisha malalamiko kushughulika kwa njia ya mfumo ni uharaka wa kushughulikia matatizo ya wananchi. Maana hiyo mifumo yetu mingine ilikuwa na ucheleweshaji. Barua hazifiki, barua hazisomwi, barua hazijibiwi. Lakini saizi moja kwa moja mwananchi akipata access ile anaingia kwenye mfumo wa e-malalamiko. E-mrejesho unaitwa. Kwa hiyo ni maelekezo maalum ambayo taasisi zote za umma zinatakiwa ziwe na ziingie kwanza zijisajili kwenye mfumo huu wa ushughulikiaji wa malalamiko kwa njia ya mifumo online, lakini pia waanzishe ofisi. Kwa hiyo huu mfumo tunaushusha kwenye halmashauri, lakini pia tunaushusha mpaka kwenye ofisi zetu za kijiji, kuwe na chumba maalum cha kupokea na kusikiliza kero za wananchi. Hayo ni maboresho yote ya Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili wananchi hao wasikilizwe, lakini pia washughulikiwe.